Kwa majina naitwa Sebastian Malunde, ni mzaliwa wa kutoka kata ya Tinde, kijiji cha Nhumbili. E, mimi ni mhandisi, kwa elimu yangu ni mhandisi wa meli, lakini vile vile nina elimu ya Master of Science in Finance and Investment. Leo nimetia nia kupitia Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya kugombea e, jimbo la Itwangi. Jimbo hili ni jipya, lakini limezaliwa kutoka Solwa. Kwa kuwa mimi ni mzaliwa wa hili jimbo Nazifahamu changamoto nyingi ambazo zinapatikana kwenye jimbo letu na zimekuwa e, ni za muda mrefu ambazo naamini kipindi hiki sasa zimeenda kupata uh, tiba. Moja ya maeneo ambayo kwangu ni kipaumbele ni elimu. Natamani sana kila baada ya sekondari nne tuweze kupata high school moja. Hiyo ni moja ya kipaumbele ambacho kwangu naona kwamba imekuwa ni kizuizi cha wanafunzi wengi kwenda vyuo vikuu. Lakini kitu kingine cha pili, kwenye jimbo letu tuna eneo kubwa sana ambalo linafaa kwa ajili ya uwekezaji kwenye kilimo. Ukienda maeneo ya Nyida, kata ya Nyida, kata ya Nsalala, Masengwa, ni maeneo ambayo kwa kweli ni kipaumbele cha muhimu sana, skimu za umwagiliaji. Sasa tutaenda kuungana na watu wa Nzega, kwa sababu mimi pia nitashirikiana na wabunge ambayo watapatikana upande wa Nzega, tuwe na skimu ambayo inaweza kushabihiana vizuri. Yako mambo mengi ambayo yanaweza kawa yapo, lakini nadhani eneo lingine labda ni afya. Kuna baadhi ya maeneo hayana vituo vya afya kabisa, bali yana zahanati, lakini ni kata, ni moja ya mambo ambayo ni ya muhimu sana. Changamoto nyingine ni ya maji, ukienda maeneo kama ya kata kama za Usule, kata kama ya Ilola, kata ya Ukene na kata zingine mbalimbali imesela, bado maji au kwenye mchakato hayajafika baadhi ya maeneo. Kuna matenki ambayo yapo, lakini hayajaanza kutoa maji. Lakini kuna bomba la maji ambalo limeshapita kwenye baadhi ya maeneo, wananchi hawajafanikiwa kupata maji. Kwa hiyo ni vitu ambavyo ni vingi. Kama mbunge ambaye anatarajiwa kuja ku, kuliongoza jimbo hili, najua nina wajibu mkubwa kuhakikisha kwamba tunayakamilisha yote ndani ya muda ambao nitakuwa nimeaminiwa na wananchi.